Ndugu zangu wananchi, leo hii tumekuja kujionea bandari ya kisasa, bandari ambayo inaenda kuunganisha nchi zetu za Afrika Mashariki. Naomba ndio jipigie makofi mengi sana. Leo hii tumefika katika eneo hili la Mbambabay, eneo hili kwa kweli, tumekuja kujionea uwekezaji mkubwa wa bandari. Kwa kweli, haya ndiyo mafanikio na haya ndiyo mapenzi ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Leo hii wanamkoa huu wa Ruvuma wanaenda kuonesha jinsi gani mapenzi ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan amewaachia ndani ya mkoa wao. Naamini kupitia bandari hii ambayo wenzetu wa TPA wanaendelea kuisimamia chini ya wajenzi wetu, kwa maana ya kampuni ya Kichina ambayo leo hii inafanya kazi kubwa ya ujenzi wa bandari hii, na kwa mujibu wa taarifa ambayo tumepewa wakati tunakagua bandari hii, 2026 mwakani bandari hii tarehe 26 Januari, itakuwa imekamilika. Naomba tupige makofi mengu hak, haya ndiyo manufaa na mapenzi ya dokta Samia, kwa sababu leo hii tunaenda kurahisisha safari zetu sisi kama wananchi, lakini pia tunaenda kurahisisha safari zetu za mizigo katika kupeleka nchi mbalimbali ikiwemo nchi ya Malawi. Nimeambiwa hapa hapa tulipo, na Malawi siyo mbali sana, muda wa masaa matatu, imechelewa wa matatu na nusu tumeweza kuchafika, ni tofauti na kutoa mzigo hapa ukaupeleka Dar es Salaam, Dar es Salaam uondoke na upeleke nchi ambayo umeikusudia. Kwa kweli huu ni upendo mkubwa aliotajia Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu wananchi, kuna kila sababu ya kuendelea kumtunza mama huyu, kuna kila sababu ya kuendelea kulipa fadhila ambazo anatufanyia ndani ya taifa letu. Jambo ambalo linafanyika hapa ni jambo kubwa sana nami tangua tangia za ya kikoloni alikuwahi kufanyika wala kufikiriwa. Leo hii mama huyu muda wake huu ambao wamekaa mpaka muda huu ameweza kufanya jambo hili kwa muda wa mwaka mmoja, kwa kweli tumpigie makofi mengi sana haya. Ni mapenzi makubwa aliyotufanyia. Niwope sana ndugu wananchi, kama tunavyojua mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Oktoba 2025 tutaenda kuchagua viongozi ni waombe sana wananchi wa eneo hili la Mbambabay na, na wananchi wote wa mkoa huu wa Ruvuma, twende tukalipe fadhila za Daktari Samia Suluhu Hassan, twende tukalipe maono na mapenzi yaliyotufanyia ndani ya mkoa wetu wa Ruvuma. Lakini pia hapa, naamini mradi huu kama utakamilika, kama tulivyoonyeshwa, imani yangu ajira nyingi sana zitapatikana katika eneo hili. Wana Ruvuma watapata ajira nyingi na wananchi wengine na vijana kutoka maeneo mbalimbali na wenye taaluma mbalimbali wanaweza kupata ajira hapa. Niwaombe sana wana Ruvuma endeleeni kuwa wavumilivu juu ya kazi kubwa inayofanyika katika eneo hili. Naamini kupitia mapenzi hayo tutaweza kuzindua bandari yetu hii, tukionyesha kwamba sasa Tanzania ni Tanzania ambayo inasonga mbele na kuingia katika mashindano ya kidunia juu ya maendeleo makubwa yaliyopo, ikiwemo ya uwekezaji wa miundombinu ya ya mambo mengine, lakini pia tutakuwa tumesonga mbele juu ya miundombinu ya bandari katika maeneo yetu. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ni mtu ambaye anapenda sana masuala ya utalii, na kwa sababu umekuja kwenye mji wa Mbambabay, nimeona kwamba kiongozi wetu wa mbio za mwenge ambaye unamwakilisha Mheshimiwa Rais upate na haya, ni kwamba Mbambabay asili yake ni mlima huu unaoona mbele yako, mlima wa Mbambabay, na mbamba maana yake ni radi. Kwa hiyo kupitia mlima huu huu mji unapata radi nyingi. Ndio maana unaitwa mji wa Mbambabay.